Fedha wanazitaka kuzitumia, tubadilishe matumizi, inawezekana kwa sababu tayari tumekisha kuambia fungueni akaunti, lakini sasa lakini hayo mtu anakusanya fedha apeleki benki wote kwa sababu akija mkaguzi wa ndani, atakuja CAG, atasema hela zipeleke benki, atakiwajibika nani? Mkurugenzi, lakini mimi sio nilikusanya fedha. Miongozo iko wazi, kwa sababu mkurugenzi viatu vya kutosha, kwa sababu umeshinda kusimamia. Sasa mimi na watoto na mimi na familia sina biashara inayofanya biashara yangu ndio mkurugenzi nimepewa. Sasa nimesema mbuyu kabla kuongoa lazima na miti ya pembeni, hizo ndo tangoka na yenyewe uwezi niwajibike kwa sababu wewe afisa mtendaji wa kijiji umeshindwa kufungua account bank au fedha zimekusanywa benki. Nakusanya fedha kupitia vyanzo mbalimbali, michango wananchi, ni tozo faini Alafu fedha zile hauzitumii benki, unakula una fedha mbichi, ni hatari kwa kwa usalama wa halmashauri.